Za michezo ambako tunaambia kwamba vinara wa ligi kuu ya soka Tanzania Bara Simba watakuwa wenyeji wa Azam Football Club katika mwendelezo wa kadogo Tanzania Bara katika mchezo unaotarajiwa kupigwa leo katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam. Usemaji wa vilabu hivyo, Jafaridi Maganga wa Azam na Haji Manara wa Simba kila mmoja ametamba kuibuka na ushindi katika mchezo huo unaotarajiwa kuwa mgumu, lakini pia ukichukuliwa kama ni wakulipiza kisasi kwa upande wa Simba ambao watakuwa wakitaka kuirejesha matumaini kwa mashabiki wake kufuatia kufungwa katika mchezo wa fainali ya Kombe la Mapinduzi hivi karibuni huko visiwani Zanzibar. Manara ametamba kuwa hawataendelea kuwa wateja wa Azam Football Club, kwani wamejipanga kuibuka na ushindi na kuendelea kujikita kileleni katika ligi hiyo, wakati Jafari Idi Maganga yeye amesisitiza kuendeleza ubabe kwa vigogo hao wa ligi kwa kuwatandika kwa mara nyingine. Kwanza ni mabingwa wa Central Africa kwayo, na sisi tumo ndani, ni sehemu, mabingwa wa Kombe la Mapinduzi waliotufunga sisi katika fainali, kwao tunawaheshimu sana, pengine ndiyo timu bora kwangu mimi muongo kwa maana ya timu iliyoanzishwa miaka kumi nyuma, lakini umetuzidi sisi wakubwa kwa vitu vingi sana. Game ni ngumu, sio game nyepesi labda kama mtu mwingine kufikiria mtaani. Game ni ngumu kwa maana Simba kwanza ni klabu kongo, wenzetu wana fans wengi, lakini sisi kama Azam Football Club tunachoamini kwamba mchezo wa mpira Wazungu wanasema ni preparation kwa maana ya maandalizi uliokuwa nayo mazuri, basi unaweza ukafanya vizuri katika mchezo wako. Kwa hiyo tumeingia kambini muda mrefu tu, baada ya mchezo wetu wa mwisho dhidi ya Mbeya City, na wachezaji wana ari kubwa, lakini kingine ambacho kinazidi kumpa fahari kocha wetu Idi Cheche ni kwamba hatuna majeruhi hata mmoja.